Unatazama Afro Media Tv. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare, ili uwe mwanafamilia wetu. Asante kwa kuchagua Afro Media Tv. Katika vikao vinavyoendelea mjini Dodoma, mbunge mmoja amenukuliwa akisema sasa Watanzania wamejifunza, hawawezi kuandamana tena. Watanzania wameona vikwazo na vitu vilivyotokea katika lockdown kipindi cha maandamano, hayawezi akatokea tena. Vile vile pia amechangia kuwa serikali ya awamu ya sita imeendelea kujipanga kukabili shida mbalimbali za wananchi jambo ulilofanya wananchi kuwa na imani na serikali hiyo. Akiripoti na akiongea kuwasilisha hoja hizo, aliingiza kama swala la nyongeza kuonesha kwamba mchango wa serikali unaonekana. Je, maoni yako ni yapi, wewe mwananchi na msikilizaji wetu wa Afro Media TV? Usisahau kusubscribe ku like ku comment na ku share ili uwe mwanafamilia wetu wa Afro Media TV. Mheshimiwa naibu Spika, tumeona umeme katika nchi yetu Tanzania, vijiji vyote sasa hivi tunaelekea kwenye vitongoji. Mheshimiwa naibu Spika, umeme ulikuwa haupo, lakini Dkt. Samia Suluhu Hassan ameingia kuhakikisha vijiji vyote, sasa hivi tunaenda kubaliziwa kwenye vitongoji. Ina maana shughuli za viwanda, shughuli ndogo ndogo wananchi ndani ya vijiji vyetu na vitongoji vyetu wanafanya shughuli zao kwa amani na utulivu. Na tunaomba tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusimamia amani ya nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu ameisimamia na kauli zake tunaziona, hata kama kulikuwa kuna changamoto ambayo imetokea lakini alivyotoa kauli, wa Tanzania wote wamejitafakari, wameona lile lililotendeka sio sahihi kwa sababu tumeibomoa wenyewe nchi yetu ya Tanzania na haya mambo yalikuwa hayapo. Wameona uchungu ule kukaa ndani lockdown ya siku tano, wanasema lo, hivi kumbe inavyokuwaga, ndio hivi, wenzetu ndio wanapopataga tabu namna hii. Leo hii hatutaweza kurudia tena. Vijana wanasema, vijana walikuwa hawakopeshwi pikipiki, lakini ndani ya halmashauri zetu, Mheshimiwa Naibu Spika, vijana sasa hivi wanakopeshwa pikipiki, wanakopeshwa ile asilimia kumi imesimamiwa vizuri, wanapata vijana, wanapata mikopo, wanafanya shughuli za kilimo, wanafanya shughuli za mashamba maepta. Mheshimiwa naibu spika, lazima tumpongeze mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo aliyoifanya kwa kipindi cha miaka minne iliyopita. Kazi kubwa Watanzania wameiona, Watanzania wamethamini unyenyekevu wake, wamethamini ninaomba naomba, sisi Watanzania sasa hivi kitobaki kwetu sisi kuendelea kumwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan maisha marefu. Mheshimiwa naibu spika.